cp kimetangaza kumwondoa mgombea wao katika eneo bunge la Malava kaunti ya Kakamega wakili Edgar Busiega Mwanga na kuungana mkono na chama cha DAP Kenya kumpigia kura mgombea wa DAP Kenya Seth Ambusini Panyako. Kwa upande wa serikali Rais William Ruto akikita kambi eneo hilo kuwashawishi wapigaji kura kumchagua mgombea wa chama cha UDA David Ndakwa, wandani wa serikali ya Kenya Kwanza wakibaini kuwa kura kwa David Ndakwa ni kura kwa Rais Ruto Novemba. Kampeni kwa ajili ya chaguzi ndogo zinazidi kushika kasi maeneo mbalimbali nchini. Yes. Katika eneo bunge la Malava, kaunti ya Kakamega, chama cha DCP kimetangaza kumwondoa mwaniaji wao wakili Edgar Busiega Mwanga, na kumuunga mkono Seth Ambusini Panyako ambaye atawania kupitia tiketi ya chama cha DAP Kenya. Lakini tukipiga hesabu kwamba Edgar akifika kwa debe na Panyako afike kwa debe, sisi wote tutapoteza. So Edgar kwa hekima yake anajua umuhimu wa the United Opposition, tukakaa chini tukaongeleshana, tukakubaliana kwamba sisi sote tuende tusimame nyuma ya Seth Panyako, yeah. Vilevile ningependa kutangaza pia hapa tumekubaliana kwamba chama cha DAP kinaachia chama cha DCP kiti ya MCA kule Kisa East. Nafasi hiyo ya eneo bunge la Malava iliachwa wazi baada ya mbunge wa eneo hilo Malulu Ijendi kuaga dunia mwezi Februari mwaka huu. Leo hii Rais William Ruto ambaye ameanza rasmi ziara yake eneo la Magharibi akimpigia debe mwaniaji wa chama chake cha UDA David Ndakwa. Rais akisema Ndakwa ndiye chaguo bora katika kuendeleza miradi iliyokwama baada ya kifo cha mbunge wa eneo hilo. Si ule Malulu Injendi alikuwa rafiki yangu, na tulifanya kazi mingi na yeye. Mi nawaomba kwa unyenyekevu, tafadhali watu wa Malava munipatie huyu kijana anaitwa David Ndakwa afanye kazi na mimi, tumalize ile kazi Malulu alianzisha, alafu tuende mbele pamoja mutanisaidia kunipatia kura ya huyu mungwana, mutapatia kura huyu mungwana, akuja ajengene, amalize barabara hii na mimi, tuunganishe stima na yeye, tupange mambo yenu ya masomo na yeye. Eneo bunge la Malava limeonekana ku uwanja wa kupimana nguvu kati ya serikali na mrengo wa upinzani, viongozi wanaoegemea upande wa serikali wakiwarei wenyeji kumchagua Ndakwa kwani kura kwake ni kura kwa Rais Ruto. Watu wangu wa Mungu, Tukishukuru president Ruto, tumpatie kandideti yake shikali kario ama namna gani? Kuna zawadi ingine kubwa kushinda kumpatia Ndakwa? Wangapi wanapigia Ndakwa kura? Hebu nione nione kwa mikono. Kura ya Ndakwa ni kura kwa presidenti, ni kura tena kwa viongozi wetu wote wa Kakamega. Na wale wameshindwa na campaign wanaanza kudanganya ati wapigaji kura wametoka katika sehemu zingine kuja kupiga kura hapa. Hiyo ni porojo. Wale watapiga kura hapa ni wale wamesajiliwa hapa Malava na ni Wakabarasi. Huo uongo ukome. Isaac Musioka, Undugu TV.